Nam mtazamaji wa Faida Online TV, tunasema kama ng'ombe tayari ameshaliwa, kilichobaki ni mkia tu, tena kwenye manyoya. Leo ni siku ya tarehe 28 mwezi wa 10 2025. Tumebakiza masaa kadhaa kufika siku ya kesho ambayo ni siku muhimu kubwa na maridhawa ambayo watanzania wanaenda kuwachagua viongozi mbalimbali katika taifa hili wakianzia na waheshimiwa madiwani, wa bunge na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo ni kwenye ufungaji wa kampeni za mgombea wa ubunge jimbo la Mtwara Vijijini, eh, mheshimiwa Arif Suleiman Premji. Wengine wanaweza kumuita chuma na wengine wanapenda kumuita the public. Leo amekamilisha eh, ufungaji wa kampeni hizi. Faida Online TV, watu wa Field Pass na Hiana, tumefika hapa na kuendelea, taarifa ifuatayo. Mimi naitwa Karim Faida. Hii ni Faida tv Kukumbusha kusubscribe ku like na comment channel yetu, ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Tuache ushabiki ambao hauleti tija, tupate maendeleo ya kwetu sisi wenyewe, watoto wetu na vizazi vijavyo. Na hapo kwa bahati mbaya, wakati mwingine kwenye jimbo la Mtwara vijijini, niseme niseme kwa kwa tunapata viongozi ambao sio waadilifu na sio wafuatiliaji ndugu zangu, mimi naenda kurekebisha mambo mengi sana ndugu zangu, lazima tubadilike. Leo hii tuangalie katika sekta ya elimu. Jimbo la Mtwara vijijini ndo zimezaa jimbo la Nanyamba, kweli sio kweli? Leo hii jimbo la Mtwara Vijijini kuna kidato cha tano na sita <tipos> na tunavyozungumza leo, jimbo la Nanyamba wana sekondari tatu kidato cha tano na sita. Sisi tunaamini na baraka zenu, mtapita, na tunaenda kujenga kidato cha tano na sita, kila tarafa iwe kwa hudi na uvumba, watoto wetu wasome. <coughs> si si me niguse sehemu nyingine. <coughs> <coughs> wawekezaji wengi wanakuja kwenye jimbo la Mtwara vijijini Je, kwa namna moja au namna nyingine, kuna viongozi yote amechukua jitihada za vijana wetu waliohitimu na wanasubiri ajira kupata hata fursa kidogo. Tunaenda kurekebisha hilo pia. Jimbo letu la Mtwara vijijini ndio jimbo pekee, Mwenyezi Mungu ametujalia na rasilimali, tunakata ishirini na moja na katika kata 21, kata 4 zimezungukwa na bahari, kata mbili zina rasilimali gesi, Mpapura na Ndumbwe. Pia kuna gesi maanake, kwenda mbele huko tutakuwa na kata zaidi ya nne zitakuwa na gesi pia. Sisi si moja, eh? Sasa naomba niwaulize, je, jimbo la na Nanyamba una gesi? au Ndanda wana gesi? Masafi wana bahari, tanda imba wana bahari. Ni jimbo pekee lina rasilimali linahitaji usimamizi na uadilifu mkubwa. CCM oyee! Ukinichagua mimi, naenda kusimamia tena kwa uadilifu mkubwa na lazima tulete matokeo chanya jimbo letu my kesho, yamebakia masaa kadhaa. Tujitokeze kwa wingi, tuende tukampigie rais wetu, mwenyekiti wetu wa CCM taifa Dr. Samia Suluhu Hassan kura za kutosha. Lakini pia nichukue fursa hii kesho naombeni kura zenu zote za wana CCM, za watu wa upande wa pili, kila mmoja wenu naombeni kura zenu, tuende tukafanye mabadiliko. Naombeni kura za kumbamba ndija, kura za kutosha, kura za nini, lakini pia nichukue fursa hii kumwombea uchumi Kesho mwende mkampigie kura za kutosha. Kesho tusiwe chanzo sisi cha kuvuruga uchaguzi, na niwahakikishie, kina mama, jitokezeni mkapige kura, hakuna wa kuwagusa. Amani ipo ya kutosha, ulinzi upo wa kutosha kabisa, msiogope, tembeni kifua mbele, isipokuwa tusiendeshe maskeli zetu za mabalozi wetu, tusiendeshe piki ya chama chetu tusivae sare zetu kesho. Leo tulipopendeza hivi katika kijani na njano, kesho tusifanye hivyo, ili tusiwape sababu ya kulalamika. Jina langu ni mimi, mkazi wa Lilido, jina langu naitwa Ali Musa Madiva. Mheshimiwa mbunge akishengia madarakani, kwa hivyo sisi kwanza, cha ja kwanza tuna shida barabara, hatuna barabara, hii ni mbovu